Hii ijumaa ya leo ambao kwamba umeiona hapa, umehudhuria umekuja msikitini ijumaa hii, hii hutoiona tena, na kadri ulivoikata ukaihudhuria ukaipita siku hii ndio kadri inavyokukurubisha ajali yako kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Famal binadamu kwa ajili ya hiyo, fanya yale yaliyokuwa mazuri na ujitahidi kabla ya kufa kutenda mazuri kwa ajili ya nafsi yako, fainnama lribhu walkhusrani fil amal kufaulu na kupata hasara kunadhibitika kwa mtu, anaambiwa amefaulu au amepata hasara. Kidhibiti kikubwa kiko katika amali yako uliyokifanya. Umekata mwaka mzima huu, leo ni mwaka 1446 usidhanie ni hai kitu chepesi tukukata masiku namna hii. Ulipotoka ni mbali na unapokwenda ni karibu zaidi, kumekukurubisha kwa haya masiku. Ye, umekaa ukajiuliza Lau kama mauti ndio yanakukadiriwa ya kwamba ya kushike ndani ya siku ya leo, kuna amali yoyote ambayo kwamba wajua nimefanya mimi binadamu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na wewe hujaletwa duniani kwa ajili ya mchezo michezo. Allah anasema kwenye Qur'anul Karim, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un.